Sadaka ya dhambi ilikuwa inahusiana na malipo ya mambo yaliyovunjika, malipo ya dhambi. So haikuwa harufu mzuri, ilikuwa ni malipo, ilikuwa ni ma... inahusiana na judgment penalty. Bwana Yesu asifiwe. This is another day ambayo Bwana ameifanya tufurahikie na tushangilie. Sasa, siku ya leo ni siku njema. Tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunasema ni asante, asante Bwana, kwa wakati huu, asante kwa siku hii tena umetuweka pamoja, asante kwa ujumbe huu ambao umenipea nikaweze kushea na watu wako na wana wako Baba. Naomba ukabariki ujumbe huu, kupitia ujumbe huu Yesu Kristo katutie nguvu zako, katujaze Baba na Roho yako Mtakatifu. Yesu, nena nasi, bariki watazamaji, bariki wasikiaji, bariki wote watakaopata ujumbe huu baadaye tusaidie wakati huu na ni katika jina lako takatifu Yesu Kristo nimeomba na kuamini Amen. Tunaangazia tena mafunzo yetu katika kitabu cha Walawi, mambo ya Walawi, na ni katika kitabu hichi ambacho tunarudia mazungumzo, mafunzo ambayo tulijifunza hapo awali, nayo ni kuhusu sadaka, na tukasema katika Agano la Kale kuna sadaka kuu tano ambazo Mwenyezi Mungu alimpea Musa akiwa na kuhani mkuu Haruni ambayo ni ndugu yake, masharti jinsi ambavyo wana wa Israeli wangeweza kumkaribia, kukuwa na uhusiano na Mungu na kuwa na uhusiano kama majirani wenyewe kwa wenyewe sasa jambo la muhimu sana la kufahamu ni kwamba ili uhusiano kati ya Mungu na wanadamu uweze kuendelea, sadaka hizi zingehitajika kufanyika katika mwelekeo ama mpangilio ambao Mungu alikuwa amewaeleza. Sasa katika somo letu la la hapo awali tulijifunza kuhusu sadaka ya kuteketeza, sadaka za kuteketeza. Sasa leo tunaenda kujifunza kuhusu sadaka za unga ama sadaka za nafaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sadaka ya unga, tofauti ya sadaka ya unga na na sadaka ya kuteketeza ni gani? Kabla hatujaangalia tofauti, sadaka hizi mbili zilikuwa zinaendanisha pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Sadaka hizi mbili zilikuwa na umuhimu fulani ambapo sadaka hizi zilikuwa ni harufu ya kupendeza mbele zake Mungu. Na tukaona ya kwamba katika sadaka ya kuteketezwa ya kwamba ilikuwa ina maana ya kujitoa kwake Mungu kujipeana that is your body, your soul, your spirit, your mind, your strength kwake Mungu na tukaona ya kwamba Yesu Kristo alitimiliza sadaka hiyo, maana Yesu tu ndio alikuwa mkamilifu, na Yesu kuenenda kwake, kunena kwake, kuwaza kwake kulimpendeza Mungu. Sasa katika sadaka hii ambayo ni sadaka ya unga, kulikuwa na masharti, kulikuwa na utaratibu fulani ambao ingepaswa kufanyika, ili sadaka hii iweze kuwa kamilifu, iweze kumpendeza Mungu. Jambo la kwanza, jambo la kwanza ni sadaka hii ilikuwa unga wake lazima ungekuwa unga laini mm -hmm. Jambo la pili unga wake, jambo la pili ulikuwa unahitajika mafuta ya zaituni ama olive oil. Jambo la tatu ilikuwa inahitajika sasa ni har, uv, mafuta. Jambo la tatu ilikuwa ni uvumba ama frankincense. Sasa ilikuwa sadaka hii ili iweze kupeanwa katika moto, ilikuwa ni kwamba mtoaji wa sadaka hii ilimpasa auchanganye unga huu na mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Alafu auchanganye unga huu, aumwagilie unga huu pia nini, uvumba ambao ni harufu safi Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia jambo la nne ambalo lilikuwa linahitajika katika sadaka hii, ilikuwa inapaswa kuwekwa chumvi. Haleluya! Sasa wakati mtoaji wa sadaka hii anapo upeleka sadaka hii mbele za kuhani kuhani yali, mtu huyu alikuwa anapaswa kuchukua kiwango cha mkono kisha kuhani anachukua kiwango hicho anakiteketeza, alafu kuhani anakuja sasa, anakula kile kilichosalia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ina maana gani hapa? Ni kile ambacho Mungu ambacho alikuwa amempea mwanadamu na mwanadamu alikuwa amekipoteza katika shamba la Edeni. Kumbuka katika shamba la Edeni Mungu alimpatia mwanadamu mimea yote yenye mbegu kama chakula katika shamba la Edeni. Lakini wakati mwanadamu alianguka, mwanadamu tu Adamu wa kwanza hakupoteza kile chake, but hata vizazi vyake vilipoteza nafasi ya kushiriki katika baraka za Bwana. Sasa mwanadamu wa kwanza alipoteza uhusiano wake na Mungu, na mwanadamu akapoteza sehemu ile ambayo mungu alimpatia, e, e, alimpatia vyakula ambayo ni pale shamba la Edeni. Sasa katika sadaka hii ni Yesu Kristo. Katika sadaka hii ya unga ni Yesu Kristo ambaye amekuja kuturudishia kile ambacho tulipoteza kupitia first Adam. Sasa the second Adam ambaye ni yeye tu angetimiliza sadaka hii, alifanya hivi, alijichukua. Sasa mtoaji hapa wa sadaka hii ni Yesu. Sasa Yesu alimpatia Mungu sehemu yake, Mungu akaridhika maana wakati sadaka hii inateketezwa, Mungu anaridhika, anafurahishwa, ni harufu iliyo safi. Alafu Yesu pia akatupatia sehemu ile ingine iliyobaki. Bwana Yesu asifiwe, maana kumbuka wakati huu wa sasa sisi ndio makuhani. We are the royal priests. We are the priests. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu alipata yake na mwanadamu akapata yake. Akapata yake. Sasa Mungu amefurahishwa na mwanadamu pia amefurahika ndani ya Mungu. Sasa sadaka hii, kwa nini unga lazima ungekuwa laini? Maana unga huu ndio uwe laini, ulipitia hali ya kubondwabondwa. Kulikuwa na proses ya kufanya unga huu uweze kuwa laini, na katika hiyo proses ndio tunalinganisha na mateso ambayo Yesu alipitia baytaim afike kwenda msalabani, alipitia mateso mengi sana alidharauliwa. Katika kitabu cha Isaya tunaona ya, ya kwamba alidharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Wengi walimdhihaki Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo la pili ambayo tunaona ya kwamba ni mafuta nao, mafuta haya ilikuwa mafuta haya yanarepresent Roho Mtakatifu. Yesu Kristo alienenda katika Roho wakati alibatizwa, alizaliwa katika roho na akajazwa katika roho. Sasa kuna utofauti wa vitu mbili. Kuna kuwa ndani ya roho, wakati unaokoka unapata roho, roho mtakatifu in you. Alafu wakati unaitwa katika huduma sasa, wakati sasa unakuwa commissioned, roho mtakatifu anakuwa on you sasa kukuguide na kukulinda na, ukweza, na kukusaidia katika huduma. Sasa Yesu alizaliwa katika roho. Na wakati Yesu Kristo alipobatizwa, alipo launch alipo, alipo sasa ministry yake. Roho Mtakatifu alimkujia kwa mfano wa dove. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano wa njiwa. Sasa jambo la tatu ambayo tunaona katika hii sadaka ya unga ilikuwa ni, ni harufu uvumba wa kuvutia. Sasa tunaona ya kwamba katika uvumba huu ambao ni frankincense, uvumba huu una represent maombi. Maana maombi ya Yesu yalikuwa kama manukato mbele, mbele za Mungu, yalimfurahisha. Maombi yake yalimfurahisha Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo la nne katika sadaka hii ya unga ilikuwa ni chumvi. Chumvi nayo ina ambatana na agano. Kazi ya chumvi ni nini? Kazi ya chumvi ni kuhifadhi vyakula, ni kuhifadhi vitu visiharibike. Na unaona vitu fulani ambavyo vilikuwa havihitajiki katika, katika sadaka hii ya unga ni vitu viwili. Mwenyezi Mungu alipeana masharti ya kwamba sadaka hizi zinapotolewa zisitolewe na asali na zisitolewe na chachu. Kwa nini asali na chachu? Maana chachu ina represent corruption. chachu ina represent, ina represent corruption sin, sin, sinfulness na ndani ya Yesu hakukuwa na corruption. Mwenendo wake ulikuwa mzuri, mawazo yake yalikuwa mazuri, kazi zake zilikuwa mazuri, ilikuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Alafu jambo la pili ni asali. Asali ina represent starehe za dunia staarabu za dunia. Bwana Yesu asifiwe, dunia haikumwingia, alikuja kukomboa ulimwengu kutoka kwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe, lakini hakuingia katika starehe za dunia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika sadaka hii ya unga ambayo tunaona ukamilifu wake ndani ya Yesu Kristo, ni sadaka ya maana sana. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba mambo haya yalikuwa kivuli ya mambo ambayo yalikuwa yaje kutimia ndani ya Yesu. Sasa Yesu alitimiliza sadaka hii ya pili, ambayo sadaka hii ya unga ilikuwa tofauti na sadaka ya dhambi ambayo tutakuja kuangalia baadaye. Tofauti yake ilikuwa ni gani? Tofauti ilikuwa ni hii, sadaka ya dhambi ilikuwa inahusiana na malipo ya mambo yaliyovunjika, malipo ya dhambi. So haikuwa harufu mzuri, ilikuwa ni malipo, ilikuwa ni ma... inahusiana na judgment penalty. Bwana Yesu asifiwe. So sadaka nayo, sadaka ya unga ilikuwa ni kujitoa kwake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza huko huko pale, hujampokea Bwana Yesu na ungependa kabisa kumpokea Yesu katika maisha yako, umesikia ujumbe huu na ungependa sana kuwa kujiunga na watoto wa Mungu, ungependa sana kurithi katika uf, kurithi kuwa na u, u, kuingia katika ufalme wa Mungu kurithi ufalme wa Mungu, then jambo ni moja na njia ni moja tu, njia nayo ni Yesu. Anasema ya kwamba I am the way the truth and the life no one comes to the Father except through him. Bwana Yesu asifiwe. Kwani tunajifunza mambo ya sadaka haya, maana wokovu ni kupitia Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. It doesn't matter how many things we do, how many good deeds we, we, we do, we, we do out there. How many people we save out there. Mungu alishaeka taratibu zake, na kwa hayo yote tunaofanya hatuwezi fikia yale ambayo Yesu amefanya, maana yeye tu ndiye aliyemfurahisha Mungu, yeye tu ndo alikuwa na uwezo wa kumpatia Mungu kile kilicho chake na mwanadamu kile ambacho anastahili. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ningependa niombe na wewe, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Niko mbele zako, nisamee dhambi zangu zote na makosa. Yesu, nimeukubali kama Bwana na mkombozi wa maisha yangu, namkataa shetani na kazi zake zote na ukubali Yesu. Kuanzia leo mimi nimeokoka na ninakupenda Yesu na nitakufuata Yesu. Nijaze nguvu zako, nijaze Roho wako na ni katika jina lako takatifu nimeomba na kuamini. Sema amen, amen. Sasa kuanzia leo wewe ni mtoto wa Mungu, tembea katika Roho wa Mungu, zidi kusoma neno lake, zidi kutufuatilia na ukumbuke, usisahau Kusubscribe, kushare na kucomment. Pia unaweza waalika wale unaowapenda na wale unaowajua waweze kubarikiwa na ujumbe huu. Maana tuko na amri ya kwamba ujumbe huu lazima uenee katika ulimwengu mzima. Na ni lazima watoto wa Mungu wawekwe huru kupitia neno la Mungu. Mungu akubariki. Tuonane tena wiki ijayo wakati kama huu. Shalom.